Vipi msikilizaji, karibu tena kwenye chaneli yako pendwa ya Maisha ni Hadithi. Kama upo hapa kwa mara ya kwanza, tafadhali naomba subscribe, ili usipitwe na hadithi mpya kila wakati. Simulizi ya leo inaitwa Safari ya Moyo, iliandaliwa hapa Maisha ni Hadithi. Mimi ni Nasoro Raja. Karibu simulizi yetu. Inaanzia stendi ya mabasi yendayo mikoani na nchi jirani, stendi ya Magufuli, Mbezi, Dar es Salaam, mnamo saa kumi na mbili asubuhi. Jua la asubuhi lilikuwa linachomoza kwa upole likiangazia stendi ya mabasi yaendayo mikoani. Watu walikuwa wanaharakisha, kila mmoja na safari yake. Katika msongamano huo, Amani kijana mwenye umri wa miaka ishirini na tano alisimama pembeni ya basi la Da Express akishika tiketi yake kwa mkono wa kulia na begi dogo la mgongoni. Amani alikuwa amevaa shati jeupe lililochanika kidogo kwenye bega na suruali ya kaki iliyochakaa. Macho yake yalionyesha uchovu wa maisha, lakini ndani yake kulikuwa na matumaini ya maisha bora huko Arusha, ambako alitarajia kupata kazi ya ujenzi. Wakati huo huo, Neema, msichana mwenye umri wa miaka ishirini na mbili, alifika stendi akiwa ameandamana na dada yake mkubwa. Alikuwa amevaa gauni la rangi ya samawati na miwani ya jua. Neema alikuwa ni mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo kikuu cha Dar es Salaam na alikuwa safarini kwenda Arusha kwa ajili ya likizo. Neema alimuaga dada yake na kuelekea kwenye basi. Alipofika alikuta siti yake ikiwa karibu na dilisha na pembeni yake kulikuwa na Amani. Alimsalimia kwa tabasamu na Amani akajibu kwa heshima. Habari za asubuhi, Neema alisalimia. Nzuri, asante. Karibu, Amani alijibu pia. Walikaa kimya kwa muda, kila mmoja akitafakari safari yao. Basi lilianza safari na hewa ya baridi lilianza kuingia kupitia madirisha. Neema alijaribu kufunga dirisha lake lakini limekwama. Neema, samani unaweza kunisaidia kufunga dirisha? Amani akajibu, hakuna shida. Amani alijaribu kulifunga dirisha hilo kwa nguvu kidogo na hatimaye alifanikiwa kulifunga. Neema alitabasamu kwa shukrani. Asante sana. Jina langu Neema. Ah, nashukuru. Mimi ni Amani. Mazungumzo yao yalianza polepole wakijadili kuhusu safari yao na matarajio yao ya baadaye. Kadiri safari ilivyoendelea, waligundua kuwa walikuwa na mambo mengi ya kufanana licha ya tofauti zao za kijamii. Basi la Dar Express liliendelea kuchanja mbuga kwa kasi ya wastani, likikatiza barabara kuu ya kuelekea Arusha. Viti vilikuwa kimya, wengine walikuwa wamelala, wengine wakisikiliza muziki kupitia simu zao, lakini kati ya siti namba kumi na saba na kumi na nane, Amani na Neema walikuwa wameshaanza safari nyingine ya moyo. Neema alianzisha mazungumzo, wewe unaelekea, unaenda Arusha kwa kazi au una ndugu huko? Amana alijibu huku akivuta pumzi <sighs> ni kazi, kuna fundi mmoja aliniahidi kuniunganisha kwenye site. si kazi ya ndoto, lakini ni mwanzo. Neema kitabasamu, alimwambia unapambana, hicho chenyewe ni kitu kikubwa, wengine hata hawawezi Mazungumzo hayo yaligeuka ya kuwa ya karibu zaidi. Amani aliweza kusimulia changamoto za maisha mtaani, kazi za kuchimba mitaro, kulala kwenye vibanda na wakati mwingine hata kula kwa makopo. Neema aliguswa na unyenyekevu na maono ya Amani. Hakumwona kama mtu maskini, bali mtu mwenye dhamira na maisha na, na heshima. Hakumwona kama mtu mtu maskini, bali mtu mwenye dhamira na heshima. Wakiwa wamefika maeneo ya Chalinze, basi lilisimama kupumzika wote walishuka kwa ajili ya choo na chakula. Neema alitoa begi lake dogo, Amani, Amani akamwambia nitakulindia begi kubwa, sijali. Asante Amani, umenifanya ni hii salama. Walirudi kwenye basi, safari ikiendelea, mvua ndogo ilianza kuonyesha. Alipokuwa maeneo ya Korogwe, Neema aliegemea begani kwa Amani, macho yake yakikunjwa polepole na usingizi. Amana alitazama nje ya dirisha akijitahidi kutotabasamu kupita kiasi. Hakuwa na uhakika na hatima ya safari hii ya mapenzi, lakini moyo wake ulisikuwa, ulikuwa sehemu sahihi. Saa zilipita kabla ya kufika Moshi. Basi lilipitia kona kali na gari dogo likazidi mbele, basi likasimama ghafla, watu wakashtuka na neema aliamka kwa mshangao, tumefika Amani akamjibu bado, lakini tumekumbana na changamoto ya barabarani. Muda huo wasintofahamu uliwaunganisha zaidi. Walishiriki chakula kidogo walichonacho, mandazi na maji, walicheka, walipiga picha pamoja. Ilikuwa ni safari ya kawaida, lakini kwao ilikuwa ni mwanzo wa kitu kisicho cha kawaida. Walipofika Arusha saa kumi na moja jioni, waliagana kwa shingo upande. Neema alisema, natumaini huu si mwisho Amani pia alisema ya ni mwanzo Neema, mwanzo mzuri. Siku chache baada ya kufika Arusha, Neema alimwalika Amani kwenye mgahawa wa kawaida karibu na soko la Samunge. Walikuwa wamekuwa wakichati kila siku, huku hisia zao zikikua kwa kasi ya ajabu. Neema kitabasamu alimwambia, unajua, sijawahi kujisikia hivi kabla. Kuna kitu tofauti kwako, Amani na wewe pia Neema, sijui kama nitakuwa na uwezo wa kukuonyesha vyote vilivyo moyoni mwangu, lakini niko tayari kupigania hili. Ah, Neema alimkumbatia Amani mbele ya watu bila kujali mavazi yake ya kawaida au muonekano wake wa mtaani. Watu waligeuka kuangalia, lakini kwao kilichokuwa kinaendelea ilikuwa ni zaidi ya muonekano, ilikuwa ni mapenzi safi. Jioni moja Neema alijaribu kumweleza mama yake kuhusu Amani. Mama, nimekutana na mtu mzuri anaitwa Amani. Sio tajiri lakini mchama, mchapa kazi na mwenye heshima. Mama akamjibu, Amani wewe, unajua tunazungumza na familia mzee Karume kuhusu ndoa yako. Unataka kutua kwa aibu? Nema alijaribu kueleza kwa upole, lakini mama yake alikataa maneno yake, alikataliwa. Baba yake alikuwa akisoma gazeti sebuleni, aliingilia mazungumzo kwa sauti kali. Nema msomi kama huyo unafikiria kuolewa na ombaomba wa stendi. Huyo ni kichaa. Neema alilia sana usiku huo, lakini hakurudi nyuma. Aliendelea kuonana na Amani kwa siri, wakiwa na matumaini yao kwenye ahadi ya siku moja kukubaliwa. Wiki mbili baadaye, Neema alipigiwa maru, alipigwa marufuku kuondoka nyumbani. Simu yake ilichukuliwa, alitengwa na kila kitu. Hatimaye, siku moja baada ya kugundua kuwa Neema bado ana mawasiliano na Amani kupitia namba ya jirani, familia ilimfukuza nyumbani. Mama Neema alimwambia, enda kwa huyo Amani wako uone kama atakutosha. Neema akiwa na begi moja tu la nguo na macho mekundu kwa kilio, alienda moja kwa moja kwa Amani. Amani alimkaribisha akamwandalia chumba kwenye kona ya nyumba ya kulala wageni ya rafiki yake. Hakuwa na mengi lakini alimhakikishia Neema tutapambana pamoja, hawawezi kuvunja kirahisi. Aman alimkaribisha akamwandalia chumba kwenye kona ya nyumba ya kulala wageni ya rafiki yake. Hakuwa na mengi lakini alimhakikishia Neema. Aman alimwambia Neema, tutapambana pamoja, hawawezi kuvunja kutuvunja kira kirahisi. Miezi miwili ilipita tangu Neema afukuzwe nyumbani. Wakati wanaishi kwa shida, Amani alikubali kufanya kazi mbili kwa siku: mchana kama mhudumu wa duka la vifaa vya ujenzi, usiku kama msaidizi wa mgahawa. Neema, licha ya mazingira magumu, aliendelea kumtia moyo mpenzi wake Amani: haya ni majaribu tu, mapenzi yetu yana mizizi, tutavuka. Siku moja Neema na Mama Neema ali, siku moja Mama Neema aliugua ghafla. Wakati familia ilihaha kukusanya pesa za matibabu, hakuna Siku moja Mama Neema aliugua ghafla. Wakati familia ilihaha kukusanya pesa za matibabu, hakuna aliyemkumbuka Amani. Lakini kupitia jirani wa Amani wa zamani, lakini kupitia jirani wa zamani wa Neema, Amani alisikia taarifa hizo alijinyima mshahara wa miezi miwili na kulipa bili ya matibabu ya Mama Neema bila kutoa jina lake. Alitaka tu kuona mama, mama wa mpenzi wake anapona. Neema alipojua, lilia kwa upendo Amani, umeonyesha thamani ambayo haiwezi kuona, umeonyesha thamani ambayo huwezi kuiona. Lakini Mama Neema alipogundua kwamba mtu aliyelipa alikuwa Amani, alika, alikataa kuamini. Mama Neema alisema, haiwezekani huyu maskini labda aliiba, hatufai. Wakati huo huo, Kelvin Karume kijana tajiri aliyekuwa akilazimishwa kuoa Neema alikuwa akiishi maisha ya anasa jijini Nairobi, akiwa na uhusiano wa kimapenzi na wanawake wengi. Kelvin hakuwa hata na mpango wa kumwoa Neema kwa dhati, alikuwa akipiga picha za mialiko tu kwa ajili ya kujionyesha kwa wazazi wa Neema. Siku moja mama Neema alisafiri ghafla hadi Nairobi kwa kisingizio cha kujua mazingira ya mkwe wake. Siku moja mama mama Neema alisafiri ghafla hadi Nairobi kwa kisingizio cha kujua mazingira ya mkwe wake. Alipofika kwa mshangao na pasipo kutangazwa, alimkuta Kelvin akiwa chumbani na mwanamke mwingine mjamzito. Mama Neema alitahamaki akiuliza, "Kelvin huyu ni nani tena hivi? U una mtoto naye? Kelvin akujali akamjibu mama Neema, mama, usiwe na pressure, unajua siwezi kuwa mwanamke wa Uswahilini, huyo Neema alikuwa mpango wa wazazi tu. Mama Neema alitoka huku akiwa na mshtuko, uso wake umejaa aibu na majuto makubwa. Siku mbili baadaye, mama Neema alijitokeza ghafla mahali Amani na Neema walikuwa wanaishi. Mama Neema kwa sauti ya upole aliwaambia, nomba nisamee Neema, pia wewe Amani, nimejifunza kitu kikubwa. Amani alijibu pia, "Nisamee mama, sikuwa na chuki, nilichojua ni kwamba penza halihitaji utajiri, bali moyo wa kweli. Miezi kadhaa ilipita tangu familia ya Neema kubadili msimamo wao. Mama yake sasa alikuwa akitembelea mara kwa mara na hata kuleta zawadi kwa Amani. Baba yake bado alikuwa kimya, lakini moyo wake ulianza kubadilika polepole pole. Siku moja Baba Neema alimtumia Amani ujumbe mfupi: karibu nyumbani Jumapili, tuna jambo la kifamilia. Amani alienda akiwa amevaa suti yake ya pili, ile aliyotunza kwa muda mrefu kwa ajili ya siku ya heshima. Alipofika, familia nzima ilikuwa tayari. Baba Neema alisimama na kusema, Amani sikutambua mapema kuwa thamani ya mwanaume haipimwi kwa mali, bali kwa tabia. Karibu rasmi kwenye familia. Neema alilia kwa furaha. Amana alimshika mkono, wakatazamana kwa kana... Amana alimshika mkono, wakatazamana kama walioweka nadhiri kimya kimya. Siku ya harusi yao ilikuwa ya kukumbukwa. Haikuwa ya kifahari sana, lakini ilijaa upendo, furaha, na watu waliguswa na safari yao. Mitaa ya walalahoi na matajiri yote iliwakilishwa, waliosema ndiyo mbele ya rafiki, ndugu na hata watu waliowahi kuwakatisha tamaa. Mbele ya kadamnasi ya maana, alisema "Leo si tu tumeungana kama mume na mke, bali kama washindi dhidi ya dharau, maskini na upendeleo." Neema alijibu, "Umenifunza kuwa mapenzi ya kweli hayajifichi, na leo kila mmoja ataona mwanga wa safari yetu ya mapenzi." Ah, msikilizaji, huu ndio mwisho wa simulizi ya safari ya moyo. Ulikuwa nami na tangu mwanzo mpaka sasa na solo raja.